Rais William Ruto amesisitizia azma yake ya kuhakikisha Kenya imejiunga na safu ya mataifa yaliyostawi zaidi duniani, akitoa ahadi kochokocho ambazo wanasema zitaanza kutekelezwa kuanzia wiki ijayo. Kwenye maadhimisho ya sikukuu ya jamhuri, Rais Ruto aliwarai Wakenya kuendeleza amani ili kufanikisha ruwaza hiyo. Na kama anavyotuarifu Emmanuel To, rais alisema muda umewadia wa kuzamia mpango huo wa kujitegemea kiuchumi. Taifa, shamra shamra za miaka 62 za jamhuri zilitoa nafasi kwa Rais Ruto kuendelea kuhubiri injili ya kuiondoa Kenya kutoka kwenye mataifa maskini hadi kwenye hadhi ya mataifa tajiri duniani kama vile Singapore na Hong Kong. Rais Ruto akifafanua mihimili mitatu ya mpango huo ikiwa ni pamoja na kuimarisha uchukuzi, kuboresha kilimo kupitia unyunyizaji na kukwamua sekta ya kawi. In February 2026, just in three months from now, we will begin extending the Standard Gauge Railway from Naivasha to Kisumu and Malaba rais akisema ruwaza yake itawezeshwa kwa uzalendo wa wakenya na amani. These three enablers, strategic human capital, peace, stability and security, and national interest and integrity are not optional ideals. We will push under your leadership for a country where our citizens do not just enjoy the freedom of expression and the freedom of the media but they also enjoy freedom from hunger Rais Ruto akianzisha kauli mbiu mpya kutoka kwa kibwagizo cha bottom up hadi ndoto ya first world inayolenga kukomboa uchumi wa taifa it is time to step up from the bottom up charging forward full steam to economic freedom and taking Kenya to a first world economy Kulingana na rais Ruto, mpango huo wa kubadilisha Kenya utagharimu takriban shilingi trilioni tano na kutekelezwa katika miaka kumi ijayo. Kwa mara nyingine tena, rais William Ruto amewarai Wakenya kumuunga mkono kwenye azma yake ya kubadilisha sura na taswira ya Kenya, huku akisema safari ya kuelekea katika viwango hivyo imechelewa na kuwa Wakenya wote lazima waungane mkono kuweza kuwafikia azma hiyo. Emmanuel To, runinga ya Citizen, kutoka katika uga wa Nyayo, Nairobi.